Mheshimiwa Spika, napenda kukushukuru kwa kuniona na kunipa fursa hii. Ingawa kwa mujibu wa kanuni za bunge hili hatuna kambi rasmi ya upinzani, lakini nina imani kwamba yale nitayoyasema yataungwa mkono na wabunge wenzangu wote kutoka upande wa walio wachache. La kwanza.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 na la tatu ni imani yetu kwamba utaongoza mapambano ya kushughulikia changamoto za kiuchumi na za kijamii zinazowakabiri Watanzania. Hautakuwa waziri mkuu wa ofisini muda wote, utakuwa waziri mkuu wa fildi kama ilivyokuwa desturi yako tulivyokuzoea ya. Wenzangu kutoka upande wa walio wachache wameniomba niwasilishe ombi, ingawa limesemwa katika sifa zako kwamba milango yako iwe wano.